0678813891. Habari za asubuhi mtazamaji wa Sautikuu TV online, popote hapo ulipo karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika studio zetu zilizopo jijini Dar es Salaam Tanzania. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D kukamilisha matangazo haya ya asubuhi ya leo upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Kwa pamoja tukishirikiana kwa kuangazia magazetini leo katika sehemu zote mbili, ya kwanza kwa habari za kitaifa na kimataifa, ya pili kwa habari za kimichezo na burudani. Kama ndio kwanza unaungana nasi hivi leo, bado una nafasi ya kusubscribe na kuungana nasi kwa kutufuatilia kila itopo sasa, kila itopo leo, kwani magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia kila siku saa moja na nusu ya asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili na nusu na hivi sasa, e, ni dakika thelathini na mbili tangu ilipotimu saa moja kamili za asubuhi hata ilipotimu saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo ninayo jeuri hasa ya kukuangazia magazetini leo nikiwa niko kamili gado super Sawa bin sawia ni kuangazia magazetini leo katika sehemu zake zote, nikianza na eh, habari za kitaifa na kimataifa. Baadaye kidogo tutaangazia michezo na burudani kwa uchache tu, na ifikapo saa mbili kamili asubuhi tutaachia kijiti kuendelea na majukumu mengine. Nipashe limepambwa na habari iliyoandikwa kwa wino mweusi ikisema Butiku asema taifa linahitaji uponyaji. Hii ndiyo habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti Nipashe, Butiku asema taifa linahitaji uponyaji. Habari nyingine kunako gazeti Nipashe inasema magari matano ya wagonjwa yanaswa yakiwa eh, yanakusanya abiria. Magari matano ya wagonjwa yanaswa yakiwa yanakusanya abiria Habari utaipata katika ukurasa watatu zaidi wa gazeti e, Nipashe mwanga wa jamii. Haya, unaweza ukaanza kuvuta picha, wakati mwingine ukisikia alamu ile ya magari haya ya ambulance. unaweza ukadhani ni wagonjwa, kumbe wenzako wamesomba abiria wanawawahisha huko. Sasa kamata nakala hii kwa kina uweze kufahamu kwa undani habari hiyo, ama tembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambazo pengine unaweza kupata Eh, gazeti hili. Utafiti chuo kikuu wabaini shida kiafya mahali pa kazi. Mange Kimambi kortini kisa cheti ithibati ya uandishi wa habari. <laughs> Mange Kimambi kortini kisa cheti ithibati ya uandishi wa habari. Habari hii imetajwa katika eh, gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii. Unaweza kukamata nakala hiyo kufahamu habari hiyo kwa undani zaidi. <laughs> laki mbili na hamsini za abiria eh, wake wamponza, hukumiwa kifo. Habari eh, imetajwa hapa eh, katika gazeti Nipashe. E, Mwanga wa jamii unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Naondoka hapo nikisonga mbele, inatupia macho gazeti Mwananchi, habari yake kuu inasema ulanguzi tiketi wapamba moto, ulanguzi tiketi wapamba moto <laughs> mtandaoni, mabasi yamejaa, tiketi zauzwa e, vituoni kwa kificho, abiria walia gharama, wengine wakwama. LATRA yatoa suluhisho ee, ukizingatia ni mwezi ambao wanafunzi wamefunga shule na vilevile vile walimu pia wako likizo kama wafanyakazi ee, watu wengi huelekea katika mikoa yao kusherehekea sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, na maandalizi tayari yamekushaanza. Wengine hukimbia e, pengine mahali walioko wanahofia endapo zita tokea vurugu tena eh, Disemba 9 ama la. Kwa hiyo swala la usafiri limekuwa gumzo, na mwananchi linakwambia ulanguzi tiketi wapamba moto. Sheta atoa msimamo wa umea wake, shilingi bilioni za CIC zatumika kulipa fidia za uharibifu. Marekani kutathmini uhusiano na Tanzania. Ni habari pia ambayo imeelezwa hapa Bei za vyakula kasi ya ununuzi vyazidi kupaa nchini. Mahakama ilivyo eh, ilivyoibana jamhuri kesi ya Mange vilevile eh, habari hii utaipata katika gazeti Mwananchi eh, utakapokamata nakala hiyo, ama vinginevyo ambavyo vyovyote vile uwezavyo kufanya. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Uhuru, vijijini habari yake kuu inasema vijana lindeni amani, Dr. Migiro. Eh, huyo kumradhi, Rais Dr. Samia mgeni rasmi mkutano IPU. Wanafunzi kidato cha kwanza kuanza masomo kwa mkupuo. Jukwaa la wanawake laibuka na maazimio kumi. Eh, watano wakamato wakitumia magari ya kubeba wagonjwa kusafirisha abiria Habari hiyo imeelezwa hapo. Sasa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza limeandika Dr. Migiro azungumza na wanawake wa Tanzania juu ya amani ya nchi na kulea vijana. Habari hii ni kamili hasa katika ukurasa wa pili ya gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Laki tisa pointi tatu wachaguliwa eh, kidato cha kwanza 2026 Ras Sendiga ataka uwajibikaji Manyara, ni habari ambayo utaipata katika gazeti, eh, eh gazeti taifa Tanzania uzalendo kwanza. Sasa eh, tuangazie jamvi la habari gazeti lako gazeti hili limeandika Niffer avuruga mipango CHADEMA. Namna gani Niffer avuruga mipango CHADEMA? Ni ile ya kumtumia kuchochea vurugu na uvunjifu wa amani, amewaacha eh, solemba na kutangaza kutojihusisha na siasa, akisisitiza umuhimu wa amani na uhuru. Vigogo wa chama hicho wana harakati wao walio eh, eh, sawa walio waliorundikwa Nairobi wahaha kuwadanganya kuwa wafuasi wao. Juu ya Niffer apongezwa eh, kila kona ya nchi kukataa kutumika kuvuruga amani. Hili lina ukweli kiasi gani eh? Kwamba zote hizo zilikuwa ni njama za kutumiwa na chama pinzani kufanya vurugu, kuhamasisha vurugu na uvunjifu wa amani. Ha, mie sifahamu, kamata nakala yako ya gazeti Jamvi la Habari, gazeti lako, nitakufahamisha kwa kina, na uwe mtu wa kufuatilia ya, basi angalau hata mitandao ya kijamii na nini, kujua nchi yako inaendaje, nini kinakwenda vipi, ili uweze kufahamu wapi usalie, wapi ukae, wapi ujitegeshe, ili uendelee kuwa salama basi na harakati zako zisikwame. Sasa mimi naondoka hapo nikitupia macho kabisa uh, gazeti Tanzania Leo, Sauti ya Mtanzania habari lokolizuwino hasa inasema, Dkt. Samia aendeleza diplomasia ya uchumi ni katika mikutano yake na vigogo wa kimataifa, msimamo wake ni uwekezaji, biashara na ajira. Bunge la dunia lapangiwa kukutana naye Arusha. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa tatu wa gazeti Tanzania Leo, Sauti ya Mtanzania. Habari hii pia inambatana na habari picha ikimeonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hassan. Mtawa aliyetoweka Morogoro apatikana kwa watawa wa Zambia, kakimbilia watawa wenzie. Mtawa aliyetoweka Morogoro apatikana kwa watawa Zambia, e, <laughs> Zambia. Mara ya mwisho aliaga kwenda kununua vifaa vya ujenzi. Haya. Habari nyingine nasema, Tanzania yazidi kuinua hadhi ya misitu Afrika. Sawa, habari hiyo imetajwa hapa na mimi naisoma tu kama ilivyo, kwani ndio jukumu langu. Tanzania Leo Sauti ya Mtanzania linaeleza habari hiyo kwa kina. Sasa tuangazie gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge, habari kubwa ikisema, Samia mgeni rasmi mkutano wa bunge duniani watarajiwa kufanyika jijini Arusha, wajumbe zaidi ya 1500 kuhudhuria mrithi wa Dkt. Tulia kupatikana rasmi kupitia mkutano huo. Mrithi wa Dkt. Tulia kupatikana rasmi kupitia mkutano huo. Mrithi wa nini? Je, yeah. wa kuwa mbunge wa mabunge duniani ama nafasi ipi nyingine inazungumziwa hapa? Hayo yote tutayafahamu baada tu ya mkutano huo. Dr. Migiro, tunao wajibu kwa Tanzania iliyo salama Je, yeah, na isiyo salama vipi? hatuna wajibu? Haya, serikali yaimarisha miundombinu ya umwagiliaji, wananchi wapongeza RC Chalamila. Awaonya wanafunzi wa NIT dhidi ya vitendo vya uharibifu wa miundombinu. Bilioni 5.8 e, yawezesha shule za sekondari 52, VETA nishati safi ya kupikia Habari hii imetajwa katika gazeti ya Machinga, sauti ya wanyonge. Naondoka hapo nikitupia macho yangu manne yote kunako gazeti Majira, gazeti huru la kila siku e, gazeti hili limeandika wanafunzi laki tisa thelathini na saba elfu mia tano themanini na moja kuanza kidato cha kwanza mwakani. Wanafunzi laki tisa thelathini na saba elfu mia tano themanini na moja uanza kidato cha kwanza hapo mwakani, ni sawa na asilimia mia moja ya waliokuwa na sifa. Ni ishara ya mafanikio ya serikali kuhakikisha kila anayefanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi anajiunga na sekondari. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa nne wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Bado linanipa uhuru wa kuendelea kuangazia habari nyinginezo. Ujumbe wa IPU watoa Arusha wa Tete na RC, mapinduzi ya kuondoa urasimu katika utoaji huduma yaja. Vilevile vile, e, kukua kwa teknolojia kulivyofanya kila mtu mwanahabari asiye na maadili, habari hii imeelezwa hapa. Huku CRDB si Insurance yalipa fidia bilioni tano wateja walioathirika habari hii ikitajwa katika gazeti Majira, eh, gazeti huru la kila siku. Sasa tuangazie gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika tuenzi amani tusigeuke wakimbizi, tuenzi amani tusigeuke wakimbizi. Unadhani nani anayezungumza hayo? Simba Chawene aonya vurugu hazijawahi kuisaidia nchi yoyote. Dkt. Migiro ataka taifa lilindwe, ajivunia ustahimilivu lakini pia umoja. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa saba gazeti habari leo Gwijila habari Tanzania. Wanafunzi laki tisa thelathini na saba elfu mia tano themanini na moja wachaguliwa kidato cha kwanza elfu mbili na ishirini na sita miongoni mwa habari ambazo leo utazishuhudia zikigunga vichwa vingi vya habari za kitaifa. Uh, kwa hapa nyumbani Tanzania, bilioni 120 mradi wa sh uh, zaini mesha mohes ni habari pia ambayo imepatiwa uh, kipaumbele. Mahakama yatoa agizo upelelezi kesi ya Mange Kimambi. Mahakama yatoa uh, agizo upelelezi kesi ya Mange Kimambi, habari hii imetajwa <laughs> katika gazeti ya habari leo. Uh, Gwiji la habari Tanzania, unaweza kukamata nakala yako sasa kujipatia habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine hujaikamata vilivyo, baada ya kuisikia kutoka kwenye nakala za magazeti nilizokuangazia ambazo zimeandikwa na waandishi mbalimbali mbali na kuthibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita hii ndio tamati ya sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Tunayo sehemu ya pili ya magazetini leo kwa ajili ya michezo na burudani, na hiyo leo ina machache. Hasa hivyo, tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa, mtazamaji, moja kwa moja tutaangazia hasa ukiwa mwanamichezo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 sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani na hasa ukiwa mwanamichezo. Nimekwisha kukufahamisha ya kuwa sehemu hii kwa leo ina machache tu, kisha nikupe nafasi ya kwenda kujiandaa kuipokea weekend kwenda kuswali na kuendelea na majukumu mengine kadha wa kadha. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Kukamilisha matangazo haya, uh, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom. Richardi. Hapa ni jijini Dar es Salaam Tanzania, karibu tuangazie gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi kabisa kwa habari hizi za kimichezo na burudani. Gazeti hili limeandikwa kwa wino mweupe, habari inayosema wai matola, kwa Kiswahili ungesema kwa nini matola eh. Sasa kwa msisitizo Mwanaspoti limeandika wai matola, yaani kwa nini huyu jamaa eh. Wadau wataka apewe timu mwenyewe afunguka wadau wataka apewe timu yeye mwenyewe afunguka, amefunguka nini? Kamata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti uweze kufahamu, na kama siku kamata nakala hii, basi tembelea kurasa za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambako unaweza kupata eh, uhondo mzima jinsi ulivyo. Habari nyingine nasema pakome Dube wa izima Fountain ni habari ambayo pia imepatiwa nafasi katika gazeti mwana sporti. Naondoka hapo nikitupia macho ya ukurasa wa mwisho wa gazeti Uhuru, uh, vijijini huku michezoni. Bwana limeandika ukuta Yanga jiwe, uh, ukuta Yanga jiwe. Yanga ilichuana na Fountain Gate katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara na kuondoka kwa ushindi wa bao mbili kwa sifuri hapo jana. Haya, Simba inato, uh, inatoboa hapa kimataifa. Arsenal mwendo wa um, mwendo wa muundo ni habari eh, kumradhi, mwendo mdundo, Arsenal mwendo mdundo ni habari ambayo imetajwa eh, katika gazeti uh, huru. <laughs> Uhuru vijijini michezoni. Sasa tuangazie gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza, nalo limeandika nini huko michezoni? TBC Taifa kuonyesha michuano ya Afcon bure huku Twiga Stars walamba milioni 50, baada ya kufuzu Wafcon, ni habari ambayo imeelezwa hapa. Palace wanaweza eh, kupokea ofa haya bwana. <laughs> habari hii pia unaweza kuipata hapo. Ibenge kutoa sare mechi tatu, sio matokeo mazuri kwangu, yani kwake. Haya, taifa Tanzania linaeleza hayo. Vipi kuhusu jamvi la habari sporti? Jamvi la Habari bwana limeandika ni maji ara apiga hat trick akiwa majeruhi, huku Yanga Sports Club yaifunga mbili kwa sifuri Fountain Gate. Rozi Muhando aeleza mateso aliyopitia. Habari hizi na nyinginezo utazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Jamvi la Habari Spoti, na labda kurasa nyingine za eh, kimichezo na burudani za magazeti tofauti. Sasa tuangazie gazeti Tanzania leo sauti ya mtanzania michezoni. Eh, Dube Pakome waibeba Yanga. Dube Pakome waibeba Yanga. Makocha wazao wajiweka eh, kando. Simba Sports Club kulikoni? Liverpool wamkumbuka Jota, ni habari ambayo imeelezwa hapa. Twiga Stars eh, wazawadiwa milioni hamsini. Gamondi achekelea alama moja, Mbape hacheki na wowote Mbape <laughs> hacheki na wowote habari hii utaipata hapo sasa. Wamachinga Sport limeandika: Yanga ya ichapa Fountain Gate, Simba yaipiga Mbeya City, kocha Yanga apiga mkwara wachezaji wake, habari hii utaipata hapo. El Hilal yamgeukia ya chasambi eh, zizoua wa, wa Tanzania zizuu wa Tanzania hatua ligi ya Sierra Leone ni habari ambayo imetajwa e, katika gazeti e, wa Machinga spoti, benge iwazia mechi ya Simba ligi kuu. Kamata nakala ya gazeti hilo, wakati huo e, mimi nikiangaza macho ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, upande wa habari za kimichezo na burudani, gazeti hili limeandika dube pakome waizamisha uh, fountain Gate. Hii ni baada ya kuichapa goli mbili kwa sifuri katika uwanja wa KMC mechi iliyopigwa jana uh, majira ya saa kumi za jioni. Serikali yaipa neno Twiga Stars WAFCON Morocco. Uh, washambuliaji Azam wamuumiza uh, kichwa Ibenge. Washambuliaji Azam wamuumiza kichwa Ibenge. Salah kuiongoza Misri AFCON dogo janja aslei kwa timiza ndoto kurasa 21, 22, gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania michezoni linataja eh, habari hii kwa kina. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, kadhalika magazetini leo kwa ujumla, kutoka hapa katika studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam, Tanzania. Endelea kuwa mdau wetu kama si eh, kama tayari mdau wetu, endelea kutufuatilia na kama si mdau wetu, unaweza kuwa mdau wetu sasa. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D na kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Ikiwa e leo ni Ijumaa, tayari wengine wamekwisha kuianza weekend yao. E, tayari wengine wako kwenye maandalizi na wengine wanaendelea na harakati za jiji. Basi ni kutakie jumaa mnawari.